Naam, karibu tena. Viongozi katika kaunti ya Baringo wametoa wito wa, wa kutokomezwa kwa wizi wa mifugo kwenye eneo hilo siku moja baada ya chifu mmoja kuuawa huko Chebilat katika eneo bunge la Tiaty. Wakizungumza wakati wa hafla ya maombi ya madhehebu mbalimbali huko Chemolingot, hafla iliyohudhuriwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, viongozi hao walitaka, walitaka kuwepo na amani kwenye maeneo yaliyopigwa na wimbi la wizi wa mifugo. Jumapili asubuhi, kwenye uwanja wa Michuki ulioko Chemolingot, kaunti ya Baringo, viongozi kadhaa miongoni mwao wa utumishi wa umma Felix Koskei walihudhuria hafla ya maombi ya madhehebu mbalimbali. Viongozi hao walikashifu mauaji ya chifu eneo hilo Victor Sebei alipokuwa katika harakati za kuokoa mbuzi walioibwa. Wabunge katika kaunti hiyo walalamikia wizi wa mifugo wakisema changamoto hiyo imedumaza miradi ya maendeleo katika kaunti hiyo na naomba kila mtu, kama unajua mtu ako na risasi nyumbani na bunduki, huyo sio mtu anachungia hiyo bunduki ya kupika ugali. Hiyo ni, ni adui ya maendeleo. Watu wa Tiaty aliwachagua ili tuwasaidie. Mimi staki kila wakati tunalia ya kuwa watu wajasoma, na wale wamesoma kazi yao ni nini? shule tuamushe, kila mtu aende shule, ila kitu naomba, hakuna mtu atatoka huko nje kukuja kuambia nyinyi mkae hivi Charity begins at home. Kusikia Koskei alikariri umuhimu wa amani katika ustawi wa maendeleo. Lengo yetu ya hii serikali sana sana, na rais ndio amezizitisha na amenituma na amekuja hapa mara mingi anataka kuona ya kwamba tuko na amani Tiaty, tuko na amani north rift ili tupate maendeleo kama sehemu zingine za nchi hii. Amani ndio itafungua kila kitu. Alisema kwamba serikali haitalegeza kamba katika vita dhidi ya wizi wa mifugo. kasichonamasha darubini wikendi